E bwana, bila kuchoka, au sio? Nawaletea tena linki nyingine hii, ila kabla ya yote usisahau ku like ku share and comment. Hii ni elimu fupi ambayo tunajielimisha, e bwana. Uh, last video ilikuwa ni linki ya Canada au sio? Sasa leo bwana nakuja leo nawekea linki ya Uingereza ama United of Kingdom au United Kingdom. Uh, e bwana sitaki maswali mengi kuja inbox au nini au sio? Usisahau ku comment and share. Sasa sikiliza, wengi mlikuwa mnalalamika oe, oh, bwana inakuwa kuaje bwana, nataka nijue requirement recommendation za kwenda Uingereza, au nataka kitu gani au vitu gani ambavyo wanataka visa inakuwaaje Au visa fees inakuwa inakuwa inakuwa iko ina vipi au sio. Oh, sasa sikiliza, nimekuja hapa leo na kuwekea linki ya Uingereza kupitia hii, hii video ambayo unaiona. Kwa chini, angalia kwenye comment section, comment ya kwanza kabisa. Itakuwa ni linki ya government ya UK. Linki itakuonyesha jinsi gani ya kufanya visa application. Link hii itakuonyesha ni document gani ambazo zinatakiwa. Link hii itakuonyesha uh, nani yako application yako itachukua muda gani, au utajibiwa baada ya muda gani. Link hii vile vile kama ukiapply itakuonyesha jinsi gani ya kutrack application yako, pamoja na visa fees, kwamba bei ya visa ni kiasi gani? So e bwana, tupo katika kujifunza, tupo katika kuelimishana, wengine hatuna hela za kuwalipa maagent, kwa ni bora kujifanyia mwenyewe. Link ndio hiyo, see you next time.